Penzi mtazamaji wa Trending TV tegel mideke malkia wa Sheba. Kwenye, leo tupo kwenye episode kali kabisa nyingine na kama kawaida, ukitaka mambo mazuri unayapata Trending TV, na leo nipo na pacha wa Mario tukipiga naye story mbili tatu, akitujuza yeye nina, ni nani hasa kwa sababu mambo mengi yamekuwa amejizulia ame umaarufu kupitia mitandao ya kijamii akijulikana kama Mario Twins. Basi leo ni atajibia yale maswali yenu ambayo wengi mli mkijiuliza mambo vipi brother? Poa. Uh. Kwanza kabisa unajisikiaje mic za Trending TV kukufata? Oh, kwanza nimejisikia furaha, ni vizuri kwa sababu pkechenj mambo mengi kwa sana, endeleeni hivyo hivyo, shukrani. Kwenye mitandao ya kijamii unajulikana kama Mario Twins, hii imekuchukuliaje? Ime, mpaka ime, ime, ime, ime kuwa identity yako. Ah, kwanza imenishukulia vizuri sababu Mario Twins maana yake hiyo imekuja kwa sababu baada ya watu

<laughs> wewe wewe, sasa hivi unaishi maisha ambayo, uh, kidogo hai kwa sababu umejizuia ume, ume, ume umaarufu sana, na pengine unafanana na Mario kwa namna na moja ama nyingine. hii hii identity ya ya twin ya Mario, kuna kuna kuna utofauti ambao ulikuwa unaishi zamani na sasa hivi? uh, always utofauti ni upo kidogo, kwa sababu ukiangalia zamani na sasa hivi ni tofauti, kwa sababu sasa hivi najulikana na vitu tofauti, na kwa sababu sasa najulikana na nafahamika zamani zamani zamani zamani sasa sasa sasa hivi hivi hivi siwezi siwezi. yes. Mm. kwa kwa kwa hiyo kuna kuna tofauti tofauti kidogo. Vitu gani ulikuwa unafanya na na? yeah, na okay, of course mfano maybe nilikuwa napanda daladala mm. lakini kupanda daladala kwa sababu watu, wa watu watu watu wengi wanajua wanafahamu ni kupanda daladala, ni ni pale wengine wengine au si si fulani fulani. So sometimes ni vibaya na ni vizuri namna namna moja nyingine, na nakata yes. mm. yeah, hii pressure kufananisha sana na Marioo na Umaarufu, uloji, uloji, uloji zulia hapa katikati, pressure yake ni imekuwa na pressure sana au pengine umechukua kama baraka? Oh, mimi nimechukua kama baraka, ni kawaida, kwa sababu Mario ni mtu mzuri, mtu safi, mm -hmm, superstar, mtu maarufu ana shida. Kwa hiyo kwangu mimi ni kitu kizuri, na na na superstar, mtu mzuri. Yes, unaamini kwamba unafanana na Mario Mario? oh oh yeah. Yeah, wewe wewe kama sasa, yani, sometimes ukikaa ukajiangalia kwenye kioo, unasema ah mimi mimi ninafanana na Mario, wewe unajionaje? oh, naweza nikasema 100% kwa 100. Yes, kwa hiyo Yeah, mwenyewe. So twende hapo, mm, kwenye swala so la mm, kufanana na Mario. Kuna sehemu ulishagawai labda kupita ama ukaenda ukafananisha eh, kabisa kaisa, yani, kila siku sehemu Mario, kwa hiyo a kubwa sana. Na bila kusahau nikamwambia leo ni msanii ambaye anapendwa na watu na mashabiki wengi sana. Mimi mimi ndio naishi kitandani, ndio naona upendo wao kwa msanii wao. Watu wanampenda sana. sana. Umesema sasa hivi au hutumii usafiri wa daladala. Yes. Pengine nataka kufahamu unatumia usafiri gani? Oh, sina kiwango kubwa sana, waga na Bolt tu. Kwa sababu ndo maisha yetu tu ya kawaida. Kawaida, natumia tu usafiri wetu wa kawaida, uma bodaboda tuna Bolt. Hivyo ndio inatusaidia katika mzunguko wetu hapa na pale. Yes. Wewe kufananishwa na Mario. uh, Mario mwenyewe anajua kwamba wewe kwenye mitandao ya kijamii unatumia jina lake la Mario Yes, of course atakuwa anajua kwa sababu japo sina uhakika lakini atakuwa anajua kwa sababu media sababu naweza kusema labda mitandao ni vitu ambavyo vinaangaliwa na kila watu wengi mm. Kwa hiyo kama umeniona kupitia mitandao na hata umeniona kupitia mitandao hiyo hiyo. Mm. Yes, yeah una mawasiliano naye pengine labda ulishagawai kumdm mimi labda anataka tufanye hiki na hiki. Oh, hapana, sio na sina mawasiliano naye. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa hivi kuna vijana ambao wako generation ya chini na wenyewe wanatamani kutumia mitandao ya kijamii. Oh, yes. Oh, so, yani, kama ambavyo unatumia wewe pengine kujiingizia chochote kitu chochote kipato unawashauri nini? Oh, wengine nikashauri tu endelee kupambana, wasiache wakata tamaa, waamini anachokiamini wao. Yes. Kwa hiyo siwezi kumkatiza mtu asifanye kitu anachokiamini yeye kwa sababu imani ndio inaleta mafanikio baadaye. Yaani kama wanaamini kitu hicho basi wewe waamini hicho hicho mwanzo mwisho utafanikiwa. Kwa kumalizia hapo, tuingie kwenye swala la mahusiano, pengine hii identity ambayo upo nayo Mario Twins pengine ina inaleta maslahi gani kwenye mahusiano yako? Oh, inaleta, naona inaleta faida, ina faida nzuri, mzuri sana. shambulia chochote kitu. Oh, kuhusu mahusiano yangu mimi, eh, yes. Labda usha, usha kupitia identity hii ulipata labda mtu mpenzi hivyo? Kwanza kila mtu anatamani awe Paula, kila mtu anatamani awe Paula, wapenzi ni wengi kwao. oh, yeah. ni mimi tu mwenyewe Aha, sasa swali la mwisho kabla hatujafunga wewe, wewe kama wewe uh, una nini cha kuambia kwamba sasa hivi watazamaji wanakutazama hapa Trending TV, Trending TV wakisikia Mario Twins, wa, wa, wa, wa, wa, unatamani wajue nini ambacho wao, ha, watu ambao hawakijui yn yani, wewe unakijua lakini kuna watu hawakijui kuhusu wewe. Oh, kwanza wajue mimi ni mtu moja pc smart, sina shida, sina mambo mengi, nimetulia, nimenyooka, nimenyoka. Wasinaa waendelee kunisupport, waendelee kunifollow, natumia kama Marioo Twins. Kwa hiyo naamini vitu vingi vizuri vitakuja, nitaendea kufanya contact kali kuo, naamini wataenjoy sana Puyo. Ni Mario Twins na tumeweza kupigania story mbili tatu. Kwa ufupi, nadhani yale maswali yenu ambayo mlikuwa mkiauliza sana kwenye comment amewajibu, na nikwambie wewe mtazamaji ambaye unatazama sasa hivi kupitia Trend TV, kama bado hujafollow account yetu, basi kimbia chapchap kaifollow account yetu, subscribe account yetu, lakini bila kusahau, mimi natumia kama Mida TV na pacha wangu hapa anatumia kama Mario Twins. Hatuna la ziada, tukutane kwenye next episode na tuandikie hapo kwenye comment yako kwamba unatamani next episode tumfuate msanii gani ama nani unatamani kumuona kwenye next episode? Mimi ni Mida aka malkia wa Sheba. Sina la ziada, tukutane tena kwenye next episode kutoka hello. Yes, napenda sana Paula, kwa hiyo vitu vipo tajibu. Aha, sasa swali la mwisho kabla hatujafunga yeah. wewe wewe, kama wewe uh, una nini cha kuambia kwamba sasa hivi watazamaji wanakutazama hapa Trending TV trending Mario Twins wa, wa, wa, wa una, unatamani wajue nini ambacho wao ha, watu ambao hawakijui ha, yani wewe unakijua lakini kuna watu hawakijui kuhusu wewe? Oh, kwanza wajue mimi ni mtu mmoja, PC smart, sina shida, sina mambo mengi, nimetulia, nimenyooka, wasinawa. Yes, waendelee kunisupport waendelee kunifollow, natumia kama Mario Twins. Kwa hiyo naamini vitu vingi vizuri vitakuja, ntaendea kufanya contact kali kuona, naamini wataenjoy sana

Tumeweza kupigania story mbili tatu. Kwa ufupi, nadhani yale maswali yenu ambayo mlikuwa mkiauliza sana kwenye comment amewajibu, na nikwambie wewe mtazamaji ambaye unatazama sasa hivi kupitia Trend TV, kama bado hujafollow account yetu, basi kimbia chap chap kaifollow account yetu, subscribe account yetu. Lakini mimi bila kusahau, mimi natumia kama Mida TV na pacha wangu hapa anatumia kama Mario Twins. Hatuna la ziada, tukutane kwenye next episode na tuandikie hapo kwenye comment yako kwamba unatamani next episode tumfuate msanii gani ama nani unatamani kumuona kwenye next episode? Mimi ni Mida aka Malkia wa Sheba, sina la ziada, tukutane tena kwenye next episode kutoka hello yes, napenda sana.